Mradi huu wote kwa ujumla wake una gharimu bilioni 53.12 na mpaka sasa hivi hatuna changamoto yoyote kubwa ya kutufanya kwamba tusiweze kukamilisha mradi huu. Mradi huu mkubwa umebuniwa kwa malengo makuu manne. Lengo la kwanza ni kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji katika jiji la Tanga, mji wa Muheza na Pangani kwa sasa hivi mradi wetu maeneo yetu ya kutoa huduma yana uwezo wa kuzalisha maji mita za ujazo elfu 45 kwa siku. Kwenye mradi huu wa hati fungani tunauongeza ili mtambo wetu wa kutibu na kusafisha maji ufike mita za ujazo elfu 60 kwa siku. Vilevile, kwenye huu mradi wetu wa hati fungani Tanga Uwasa imepanga kufanya uendelezaji wa mtandao wa mabomba kwa maeneo yote ambayo hayana huduma ya maji kwa urefu wa kilomita 60 pia imepanga kufanya ukarabati wa mabomba chakavu ili kupunguza maji yanayopotea na kuhakikisha maji mengi yanawafikia wananchi kwa urefu wa kilometa mia moja na kumi. Vile vilevile kwenye mradi huo hati fungani Tanga Uwasa imepanga kufunga mita za malipo kabla ya mita za lima au prepaid kwa wateja wapatao elfu kumi. Vile vilevile kwenye mradi huo hati fungani Tanga Uwasa itatekeleza mradi wa kufanya ukarabati wa miundombinu ya maji taka katika jiji la Tanga kwa urefu wa kilomita 3. Pia itaunganisha wateja wapya wapatao 2450 wa. Mpaka sasa hivi mradi huu umefikia asilimia 45 na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Machi mwaka 2026. Hakika kwa kweli sisi kama wadau wa, wa, wa Tanga Uwasa tumenufaika na ile elimu ambayo wametupa, wametueleza namna jinsi mradi unavyotekelezwa kwa, kwa kwa mapana yake. Kwa kweli kiasi kwamba hakika mradi utakapokuwa umekamilika utakuwa ni mkombozi kama alivyosema mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi ya TANGA UWASA kwamba utakuwa ni mwarobaini wa upatikanaji wa maji katika maeneo mbalimbali ya jiji la Tanga, katika wilaya hiyo ya Muheza, Pangani na Mkinga kwa sababu mradi huu Ume, um, unakizi viwango vikubwa kwa sababu ya gharama ya mradi karibu bilioni 53.12 ni fedha nyingi, na kwa namna jinsi ambavyo watatekeleza wata hasa tunavyokuwa tunafahamu kuna upotevu mkubwa sana wa maji, lakini pia mabomba watayakarabati wataweka vizuri, kwa hiyo maji yatawafikia wananchi vizuri. Na sisi pia kama halmashauri ya jiji la Tanga ambayo tuna jukumu la kutoa huduma za kijamii katika jiji hili hawa wenzetu wa TANGA UWASA wanapoenda kufanya hivyo wanazidi kwenda kuongeza tabasamu kwa wakazi wa jiji la Tanga ambao na sisi tunahudumia katika maeneo mengine. Na sisi kama halmashauri ya Tanga na TANGA UWASA zote ni taasisi za serikali na tunashirikiana sana katika kila hatua kuhakikisha kwamba jamii ya watu wa Tanga inaenda kupata tabasamu la maisha. Kwa hiyo pamoja na hatua hizi zinazochukuliwa na watu wa TANGA UWASA kuhakikisha jamii ya Tanga inapata maji yaliyo safi na salama, lakini pia watu wa Tanga E, wawe makini pia katika matumizi ya maji kama vile wataalamu wenye TANGA UWASA wanapotuambia kwamba wawe na wachote wa, wa maji wahifadhi, watumie kidogo kwa ajili e, ya kibajeti isiweze kuingia gharama kubwa, kwani ukiwa unatumia maji bombani moja kwa moja unatumia mengi kuliko ukiwa katika chombo cha hifadhi. Lakini vinginevyo niseme tu kwamba e, tunaamini kwamba mradi huu wa hati fungani utakwenda kuleta mabadiliko makubwa ambayo yataleta tija nzuri kwa wakazi wa jiji.